Mkoa wa Arusha ni salama, ni shwari na wananchi wanaendelea na shughuli zao, na katika hili pia tunatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa jana kwamba wananchi warejee katika shughuli zao za kila siku, na hilo tumeendelea kulitekeleza. Mkoa wa Arusha tulianza awamu na hili ambalo mheshimiwa rais maana yake sasa ni full operation kwamba shughuli zote zirejee kama zilivyo. Na mkoa wetu ni mkoa wa kibiashara, kiuchumi na mambo ya utalii, nayo tumehakikisha kwamba wageni wetu wanaokuja katika mkoa wa Arusha wanaendelea kuwa salama na wameendelea kupata huduma zote za msingi walizoijia, na katika hili tunaendelea sasa kuimarisha usalama wa wananchi, wakati wananchi wanaendelea na shughuli zao. Tunawahakikishia wananchi wa mkoa wa Arusha kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea kuwahakikishia usalama wenu, mwendelee na shughuli zote kama kawaida. Askari mnaowaona huko vyombo vyetu vya ulinzi ni katika kutimiza majukumu yao ya msingi ya kuhakikisha mipaka yetu ni salama, wananchi wake ni salama na wananchi waendelee kutoa ushirikiano kwa vyombo vya ulinzi na usalama, viko pale kwa ajili ya usalama wao. Wakati hayo yakiendelea, tutahakikisha huduma zote za msingi zinaendelea kutolewa. Swala la mafuta tumelijadili hapa. Vituo vyote vya mafuta viko wazi na tumeelekeza waagizaji wa mafuta, wafanyabiashara wa mafuta katika mkoa wa Arusha waendelee kuagiza mafuta kwa wingi kuhakikisha mafuta yanapatikana wakati wote. Lakini pia kutokana na hali ya usalama kuwa imetengemaa, tutoe wito sasa kuhakikishia wasafirishaji kwa maana mabasi kutoka mikoa mingine kwamba mkoa wa Arusha ni salama ili waendelee kutoa huduma hizo. Barabara zetu ziko salama, na kama utaona basi kuna askari kwenye e, beria yote ni kwa ajili tu ya usalama, kuhakikisha usalama ili watu warejee wapite katika mkoa wa Arusha kama ilivyokuwa kawaida. Ni waombe wenye viti wa serikali za mitaa na, mit, na vijiji mahali kote huko, ndiko msingi wa kamati za ulinzi na usalama kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kutoa taarifa za usalama na katika mitaa yao na vijiji vyao kwa kamati hizo katika vyombo vyetu. Na sisi tutaendelea kutimiza majukumu yetu ya msingi ya kuhakikisha mkoa wa Arusha unaendelea kuwa salama.